No reform, no election. Operation hii imeanzia kanda ya Nyasa ambayo mimi ni mwenye mwenyekiti wake, tulianza jana Mbeya mjini likapigwa nyomi la hatari. Mwenye hatari mwenyekiti ataipatundu akaniambia, Nyasa bado mko fiti vipi? Nikamwambia, na bado si tuna kwenda huko, utaona, tukatoka Mbeya mjini tukaenda kabwe leo tukafanya mkutano wa maana sana wakati tunakuja tukasimama na manyele tukapiga nyomi ya hatari sana tumekuja kirando ndio mmeua kabisa kwa umati huu mwenyekiti wa taifa ni wazi sisi tunatembea kifua mbele kwamba kanda ya Nyasa kwa sasa ndiyo ngome ya CHADEMA katika taifa hili. Ndugu zangu, niwashukuru sana sana wanakilando na Nkasi Kaskazini kwa ujumla, kwa namna mlivyompokea mwenyekiti katika ziara yake ya kwanza akiwa mwenyekiti wetu wa chama taifa. Kama nilivyosema operation tuliokuwa nayo mezani ni me kuhusu no reform no election, na tunaomba wananchi mtuunge mkono kama ambavyo wananchi wa Nkasi Kaskazini mmekuwa mnakomaa wakati wote. Kuna watu wakasema, ah, tunaenda Mkasi Kaskazini kufanya nini? Wanajitambua, lakini mwenyekiti wa taifa akasema lazima turudi Nkasi Kaskazini ili tukumbushane kufukia haya yaliyotokea kwenye serikali za mitaa, tutiane ujasiri ndugu zangu. Kwa hiyo hamasa yenu tunaiona, utayari, utayari wenu tunauona, tayari, mko tayari kabisa kuikabili changamoto na mambo yote hofu negative yanayotokeaga wakati wa uchaguzi. Na nikiangalia sura zenu toka nimetoka Kabwe na manyere na hata jana Mbeya mjini, naona kabisa wananyasa, mko tayari kwa ajili ya uchaguzi wa Oktoba. Isipokuwa hatuwezi kwenda business as usual, hatuwezi kwenda kwa namna ile ile, ndugu zangu, hatuwezi kuingia kwenye uchaguzi kwenye mazingira yaliyopo, mazingira ambayo mbunge ameongea mazingira ambayo mwenyekiti wa wilaya na diwani Galicha ameongea. Nini kimetokea katika chaguzi za zilizopita hususan uchaguzi wa mwisho wa mwaka jana 2024? Sasa hatuwezi kukubali kuendelea katika staili hiyo, kwa sababu haiwezekani na haitakiwi, mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema asitangazwe mpaka polisi wapige mabomu ya machozi, mpaka polisi wapige risasi za moto, ndiyo mbunge wa Chadema atangazwe, kama alivyotangazwa Aida. Haiwezekani watu waumizwe, haiwezekani watu wapate vilema, haiwezekani watu wauawe eti kwa sababu ya kiuchaguzi. Ili tunaenda kulikataa kuanzia sasa na operesheni yake imeanza jana. Mimi mwenyewe nimekuwa mbunge kwa miaka kumi ishirini mwaka elfu mbili na kumi ili niapishwe, ilibidi tuchome matairi barabarani, turushe mawe, tukate nguzo, tukate miti, tufunge mji ndio nitangazwe, watu wengine wakiwa wamekufa, watu wengine wakiwa vilema mpaka leo. Sasa ubunge gani huo? Mwaka elfu mbili na kumi na tano pamoja na mimi kuwa mbunge aliyechaguliwa kwa kura nyingi kuliko wabunge wote katika bunge lile, lakini bado ili kutangazwa, ilibidi yachome matairi, ilibidi watu waumizwe, ilibidi watu wakamatwe, ilibidi watu wapewe kesi, ilibidi wanawake wabakwe, ili mimi niwe mbunge. Sasa hatuwezi kukubali kwenda kwa staili hii, ni heri mimi nisiwe mbunge ndugu zangu. Kama haya 2020 ishirini, ishirini ndiyo kabisa, ilikuwa baraa. Hawakuleta tena polisi, walileta vifaru vya jeshi na magari ya deraya. Unajiuliza, hii ni Mbeya au tuko Gaza ya Palestina? Lakini hiyo ndio mambo yaliyotokea, na ndiyo maana tunasema hatuwezi kulazimisha no reform no election. Tunadai tume huru ya uchaguzi ambayo itaenda kupelekea chaguzi zetu ziwe huru, ndugu zangu, na katika hii tunatarajia support ya wananchi wote Tanzania nzima. Ziara hii haitaishia hapa, tunaenda ziara kwa siku 48 zilizopangwa na chama. Jana tumeanza Mbeya, siku ya kwanza. Leo siku ya pili, kwa hiyo tuna siku 46 mbele. Kesho tutakuwa bado mkoa huu, kesho kutwa tutakuwa Sumbawanga mjini. Tunaenda kupiga nyomi kama hivi, ili kuwaonyesha Chama cha Mapinduzi na serikali yake kwamba wananchi wanaosema kwamba wanawachagua wanakataa kwa vitendo, kwa, kwa, kwa kujaa kwenye mikutano ya CHADEMA, vinginevyo